Bana hapa ni uwanja wa Aman Stadium, moja kati ya viwanja bora kabisa hapa Afrika Mashariki na kati kiwanja cha kisasa ambacho kimeweza kuhudumu michezo mbalimbali mikubwa ikiwemo mchezo wa kombe lenye mvuto zaidi barani Afrika kwa sasa, kombe la CRDB Federation Cup. Unakwenda kuwa ni mchezo wa 22 bila kupoteza bila shaka wa klabu ya Yanga katika mashindano ya FA CRDB Federation Cup. Tukiwa tumeshinda michezo 18 na nane so far tukitoka sare michezo mitatu lakini tukibeba makombe matatu. Magoli ya kufunga sitini, ya kufungwa saba. Kwa hiyo tuna unbeaten michezo 21, na hapo kesho, hapa ni Yanga dhidi ya Singida Black Stars, kombe la CRDB Federation Cup. Yanga ikiwa tayari imeweka kibindoni makombe nane tokea mwaka 1967 kombe la FA lilipoanzishwa na tukibeba ubingwa wa kwanza, na pengine siku hapo kesho, inshallah, tutakwenda kubeba ubingwa mwingine. Sasa wakati tunabeba ubingwa huu Kumbuka msimu unaokuja klabu ya Yanga itahitaji mapato makubwa, itahitaji pesa nyingi sana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wachezaji wake bora wanasalia ndani ya klabu hii, lakini uwezeshaji wa uendeshaji wa klabu hii, cha kufanya ni wewe sasa kutembelea matawi yote ya CRDB yaliyoko hapa visiwani na yaliyoko uh, bara kule, kwa lengo la kujichukulia ya kadi yako ya wanachama, kadi ambayo itakuwezesha wewe kufanya malipo mahala popote duniani as long as ni visa kadi. Visa kadi itakusaidia wewe kutoa pesa, itakusaidia wewe kufanya malipo kwa njia ya kuchanja, itakusaidia wewe kwa ajili ya subscriptions na kadhalika. Ni Amani Stadium hapo kesho pale katikati, atakuwepo Pakuma, atakuwepo Maxi Nzengeli, atakuwepo Ibrahim Baka.